Kuna ukuaji mkubwa sana wa teknolojia na hivyo uh, kuendana na kasi hiyo, basi kunakuwa na vifaa ambayo ni high, high-tech, uh, equipments na zinakuwa zinahitajika zina kuweza kuleta treatment outcome ya haraka. Miongoni mwa vifaa tulivyosupply JKCI, vya akili mnemba, ni echo machine, kuna multi channel ECG, kuna Holter, Holter ECG pamoja na software zake lakini pia tumesupply vifaa vingine ambavyo ni ultrasound machine, kuna operating table, ICU beds, patient monitors. Katika mwaka 2021 22 tulikuwa tunafanya tuna supply bidhaa kama za milioni 700 tu kwa mwaka, lakini baada kufika mwaka jana tulikuwa tunasambaza bidhaa za bilioni 2.7, na mwaka huu tayari tumeshafika bilioni 2.6 kabla hata ya mwaka wa fedha hujaisha. Kwa matarajio yetu ni kuwa kwenye bilioni 3.3 hivi ambayo ni record. Lakini record inatokana na nini? Ni kwamba tume, tumeboresha zaidi namna ya kudili na manunuzi yao kwa kuwahusisha wao, tunasema ununuzi shirikishi, yaani kila anachokitaka tunaanza naye kuanzia mpangilio wa kitu, aina, namna ambavyo anahitaji kiwe kimefika, matumizi yake, maintenance zake na vitu vyote vinavyohusiana na kile kifaa. Tunaona kwamba kwa namna hiyo uwezo wetu wa kununua umeongezeka, tunatumia mpaka artificial intelligence